Mume wa wake wenza Suleiman Shaaban Chasama amekiri mbele ya mahakama kuwa alimkuta mke mdogo amejeruhiwa. Ushahidi aliwasilisha mbele ya Jaji Aziza Idi Suwedi anayesikiliza kesi ya mshitakiwa Khadija Shaaban Ali aliyemcharanga na kisu mke mwenzie Maimuna Saidi maeneo kadhaa mwilini na kushitakiwa na mahakama kuu ya Tunguu kuwa alitaka kujaribu kuua. Mume wa wake wenza hao ameiambia mahakama kuwa siku ya tukio alikuwa chooni katika nyumba ya bimdogo Maimuna Saidi, hali iliyosababisha kutoshuhudia ugomvi wa wake zake, na alipotoka chooni akamwona bimdogo akiwa amejeruhiwa. Shahidi mwingine ni Havijawa Halfan mwenye umri wa miaka 26, mkaazi wa Chukwani ameiambia mahakama kuwa siku ya tukio hilo alikuwa ndani ya nyumba ya bi mdogo na ndiyo akafuatwa na mtoto na kumwambia kuwa mama yake bi mdogo anapigana. Wakili Anwar Saadun ameiambia mahakama shahidi aliyebakia kwa sasa ni mmoja tu na hakuweza kufika mahakamani kwa sababu anafanya mitihani. Baada ya maelezo hayo, Jaji Aziza Idi Suwedi ameahirisha kesi hiyo hadi Novemba 19 mwaka huu. Ikumbuke kuwa mtuhumiwa Khadija Shaaban Ali ameshitakiwa kwa kosa la kutaka kujaribu kumuua mke mwenzie Maimuna Saidi Februari 9 mwaka huu kwa kumkata na kisu maeneo mbalimbali mwilini.